Bima pub urahisi wa maisha. Mimi naitwa Nelson Mlali, ni mkurugenzi wa udhibiti wa usafiri kwa njia ya maji wa shirika la wakala wa meli Tanzania yani TASAC. TASAC kama shirika la wakala wa meli tuna majukumu mengi ambayo yameainishwa kwa mujibu wa sheria iliyounda shirika hilo, sheria namba 14 ya mwaka 2017. Sasa kwa upande wa udhibiti wa usafiri kwa njia ya maji tuna kazi nyingi tunazifanya, lakini mojawapo ni kutoa elimu kwa watoa huduma ambao tunawadhibiti. Watoa huduma tunaowadhibiti ni wale wanaohusika katika utoaji wa huduma unaohusika katika usafiri kwa njia ya maji. Kwa maana hiyo, wako wengi, lakini mojawapo ni TPA kwa sababu wanatoa huduma katika bandari zao mbalimbali, lakini wapo mawakala wa forodha, wapo mawakala wa meli wapo kampuni mbalimbali zinazotoa huduma ndogo ndogo, tunaitwa miscellaneous port services. Wapo watu wanaokusanya mizigo cargo consolidators and deconsolidators. basi na wale wote ambao wanahusika katika mnyororo mzima wa kufanikisha usafirishaji kwa njia ya maji. Kwa nini mko Tanga leo? Sisi tupo Tanga leo kwa ajili ya kutoa uelewa, tunakutana na wadau niliowataja hapo juu ili tuweze kukumbushana majukumu yao katika kuchangia kufanikisha ufanisi wa sekta yetu ya usafiri kwa njia ya maji, lakini pia tuweze kuambiana mabadiliko ambayo yanaendelea kutokea na tunachotarajia kutoka kwao, lakini pia tuwape fursa ya kuweza kuuliza ufafanuzi na pia kutoa maoni yao, kutokana na mfumo mzima tunaoenda nayo, hasa unaohusiana na sheria na kanuni za utendaji wa Shirika la Uwakala wa Meli kwa hiyo leo tupo Tanga na tunapita pia na maeneo mengine. Hapa tumekutana hasa na kundi kubwa la mawakala wa meli na mawakala wa forodha, na leo tulijiona hasa tujikite zaidi katika masuala na masharti ya leseni, utoaji wa leseni. Nani anastahili kupata leseni? Masharti gani ili aweze kuyafuata, na asipofuata nini kinatokea? Lakini lengo letu kubwa ni kujaribu kukaa nao tukumbushane katika maeneo ambayo tunadhani hawafanyi vizuri ili waweze kufanya vizuri kwa ajili ya faida ya tasnia nzima ya usafiri kwa njia ya maji. Lakini pia tunapenda tupunguze malalamiko na migogoro na ucheleweshaji wa huduma hizo za usafiri kwa njia ya maji, kwa sababu tunapochelewesha huduma, labda kwa uzembe au kwa kuto kujua, tunazifanya bandari zetu kuwa za gharama kuliko bandari shindani ambazo ziko katika nchi za jirani. Kwa hiyo tunajikuta sisi kama nchi, lakini pia na wao kama wafanyabiashara binafsi basi wanapoteza kazi nyingi zinakuwa ziji upande wetu, zinaenda katika mataifa shindani. E, kimsingi katika sekta yetu ya usafiri wa majini masuala yote yanayohusika huduma zote zinakuwa ni huduma mtambuka. Kwa mfano unapozungumzia bandari, si kwamba sisi tunadhibiti tu bandari, lakini pia kuna watu wa afya watakuwa na masuala ya kuiangalia bandari na kuielekeza pia, lakini kutakuwa hata na wizara ya ardhi, kutakuwa na masuala ya watu wa bandari wanaopotea kuja bandari au kuongeza eneo kwa hiyo ni kadhalika na swala la leseni, kuhusiana na vyombo vya uvuvi iko wizara kabisa kamili inahusika na, na mambo ya uvuvi, lakini pia tupo sisi ambao tunahusika na usafiri kwa njia ya maji. Kwa hiyo utakuta kila pande ina jukumu lake katika swala hilo, lakini kilio hiki pia tumekisikia, na tunachofanya ni kujaribu kuunganisha mawazo katika sisi taasisi za serikali, ili tuweze kupunguza usumbufu kwa wavuvi wetu na wote wanaohusiana na, na masuala ya uvuvi, ili tufike mahala taratibu zetu za kiserikali ziweze kwenda pamoja, si kwamba labda kila taasisi au kila mmoja aende na taratibu zake, ufuate utaratibu huu. Kwa hiyo lengo tuweze kufupisha taratibu, ziweze kuwa za kueleweka, tuwapunguzie gharama, lakini pia tuwapunguzie usumbufu wa wavuvi wetu, ili tuweze kupata kuwapa fursa zaidi ya kuchangia katika uchumi wa bluu. ya changamoto ziko nyingi, lakini labda nitaje chache e, changamoto mojawapo ni hawa ambao tunawasimamia, hawa tunaita regulated service providers, kuto kufuata utaratibu na sheria. Hawafuati utaratibu, sio wote, lakini baadhi yao katika maeneo mengi, lakini hususani nizungumzie kwa mfano, wanapoomba leseni, taratibu za leseni zimeainishwa vizuri kabisa na wote wanazo, na mara kwa mara huwa tunapeana ufahamu kama tulivyopita hivi lakini utakuta mtu anaomba leseni anaacha mambo yale ya msingi. Sasa inabidi umrudishie lile ombi lake, wakati wa kumrudishia linachukua muda mwingi, na watu wa TRA wanatoa deadline yao kwamba mwisho ni siku fulani, watu wanakuja wakikimbia kimbia. Mimi ni natokea Sea Front Shipping, jina langu ni Amri Sufiani Kagembe, natokea Sea Front Shipping Tanga, ni branch manager kwa upande wa Tanga. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia wote uzima na afya kuweza kufanikisha jambo hili kwa leo. Pili, tuwapongeze ndugu zetu wa TASAC kwa kuweza kutambua umuhimu wa kufanya vikao kama hivi kwa wadau mbalimbali wanaofanya shughuli katika bandari hii ya Tanga. Jambo kama hili ni zuri, kwa sababu kila mdau anakuwa anafahamu nafasi yake, nini anatakiwa kufanya kwa wakati gani na inatengeneza pia uhusiano mzuri baina ya regulators na TASAC uh, pamoja na wadau wengine. Kwa majina naitwa Happiness Kennedy Kayange, natokea kampuni ya Nisoma Maritime Logistics, ni shipping agent na mimi ni operations supervisor. Ueviso uh, kwanza tunashukuru sana TASAC kwa kufanya vikao kama hivi kwa sababu sisi kama stakeholders tunakuwa tuna changamoto na tuna mambo mbalimbali ambayo pengine hatuko aware nayo. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya meeting kama hizi, inakuwa ni rahisi kwa sisi kuweza kujua regulation, especially kama zile ambazo tulikuwa tuzifuati, lakini pia yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya, lakini sio kwa ubora ule ambao tulikuwa tunataka kufanya. Uh, as we know kwamba mtu kujua sheria ndo mwanzo wa yeye kutekeleza sheria kwa ubora. Kwa hiyo sisi kujua sheria inatusaidia sisi kufanya kazi kwa viwango ambavyo ni sawa lakini pia kufanya kazi kwa ushirikiano kwa sababu kama regulator anakuwa ana play part katika stakeholders wote. Kwa hiyo play part katika stakeholders wote na kutoweka pamoja inatusaidia kujua majukumu ya stakeholder mwingine ili ninapofanya naye kazi naweza kufanya naye kazi kwa ubora kwa manufaa ya nchi yetu na kwa manufaa ya maendeleo ya nchi yetu. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima bimapap kwa sababu inaruhusu kuweka tin namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo ba hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti ina bana. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp, tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066, ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.